moyo unakaa hauna amani, chama nilichokijenga mwenyewe, viongozi wengine ni waingiza wenyewe wana chama, leo napokea vitu kama hivyo, kwa kweli katika moyo inakuwa ngumu sana kuhimili haya mambo. Ni wachache sana wanaweza kuhimili hiyo mikiki, lakini matusi, kejeli na kusingiziwa mambo mbalimbali mbali, mimi kwa kweli kama mtu mzima nikasema hapana, sasa tukapa tupe mikakati ya kwenda kuingia kwenye uchaguzi kwa kuzuia uchaguzi. Wanasema hivi, kama mlimsikia hata mwenyekiti wetu, siku ya kupiga kula, tuwahamasishe wananchi vijijini kote na mijini waingie barabarani wakafanye maandamano ili kuzuia uchaguzi. Akasema uchaguzi huo, sio mkakati. Kama mnasema tukiingia kwenye uchaguzi, tutauawa. Uchaguzi ni wa kikatiba ya nchi, leo twende tukauzuie, hivi tutapona jamani? Lengo la kuanzisha chama cha siasa ni kushika dola Hakuna lengo lingine unapoanzisha chama cha siasa, sio chama cha ngoma wala vikoba wala chochote. Sasa leo malengo yetu tunayacha pembeni tunakuja na nahau nyingine. Mimi yamenishinda mwenzenu, na unaposhauri ushauri wa haupigwi konzi, lakini leo si tunapigwa konzi kila kukicha. Liwalo na liwe, Chadema naipenda, lakini kuanzia sasa ninavyoongea na nikitamka kauli hii, mimi nimeachia wanachama wa Chadema.